Ni kikao cha baraza wafanya la wafanyakazi la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kilichoketi leo Juni 9 mwaka 2025 hapa kisiwani Unguja, Zanzibar. Akifungua kikao hicho, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Dr. Jimmy Yonazi ameipongeza Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa kukamilisha zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura na kuendelea vyema na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. mbili na amewasa viongozi wa tume kuendelea kuwa imara na kufanya kazi kwa bidii na ushirikiano ili kuhakikisha kuwa uchaguzi unakwenda vizuri. Lakini wapongeze pia viongozi wote ambao mmetajwa hapa. Ni kutokana na ushirikiano wenu ndio maana mafanikio haya yanapatikana. Mmehakikisha kwamba shughuli zinaendelea vizuri, lakini vilevile mmehakikisha kwamba uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura katika awamu ya kwanza unakamilika vizuri na tena kwa ufanisi. Hongereni sana. Mafanikio haya ni makubwa sana, yapo mafanikio mengi ambayo yameorodheshwa na yanatekelezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa tume imeshaanza kutekeleza zoezi la uboreshaji wa daftari awamu ya pili unaofanyika sambamba na uwekaji wazi wa daftari kwa ajili ya wapiga kura kuanzia tarehe moja Mei 2025 na inatarajia kukamilisha zoezi hilo Julai 4, 2025. Niwaombe kwamba jambo hili liendelee kufanyika vizuri. Hatuna wasiwasi na utendaji wa tume, hatuna wasiwasi na utendaji wa watumishi wa tume. Kwa hakika, tunaimani nanyi sana. Tunaamini kwamba uhuishaji huo na uboreshaji utakuwa umefanyika vizuri kwa viwango vya juu, kwa mujibu wa katiba, sheria na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa. Kukamilika kwa zoezi hilo la uboreshaji wa kudumu wa daftari wa kudumu, wa kudumu na wapiga kura ni hatua muhimu sana katika maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hivyo niwapongeze, lakini niwaombe kwa jambo hili tuweze kulifanya kazi kwa umakini. Ndugu wafanyakazi, napenda kuwashirikisha kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni na taratibu katika kutekeleza majukumu ya tume. Na hapa ndugu wafanyakazi, najua kwamba kutakuwa na mishale mingi. Jambo hili ni la kisiasa na wakati fulani kutokana na sura mpya ya tume inaweza likawa na changamoto ya uelewa kwa watu wengi. Wala msife moyo, ninyi mmesimama katika zamu ya kutuelimisha sisi sote, huku mkihakikisha kwamba demokrasia nchi yetu inazingatiwa na kudumishwa. Hivyo jipeni moyo na songeni mbele. Ni muhimu hi hata hivyo kuhakikisha kwamba tunaepuka maneno na matendo ambayo yanaweza kuleta mushkeli au kuleta uvunjifu wa amani na kuhatarisha maisha ya wa Watanzania. Niwaombe kwamba ninyi muwe mstari wa mbele a kwa kuhakikisha kwa kwamba amani ya nchi yetu inadumishwa, lakini vilevile kazi ya uchaguzi inafanyika ipasavyo. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mwenyekiti wa baraza la wafanyakazi ambaye pia ni mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndugu Kailima Ramadhani, amesema tayari tume imekamilisha awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ambapo kwa sasa inaendelea na uboreshaji wa awamu ya, ya pili e, tumeshakamilisha uboreshaji wa awamu ya kwa kwanza na tumeshachakata na kutoa daftari la awali na tumeshakamilisha uboreshaji wa awamu ya pili, e, ruti ya kwanza na ruti ya pili na sasa tunategemea kwa tarehe 28 mwezi huu tutaanza uboreshaji wa awamu ya tatu katika vyuo vya mafunzo kwa ajili ya kuandikisha wanafunzi wale waliokumia kifungu cha chini ya miezi sita pamoja na mahabusu kwa Tanzania Zanzibar, laki pili wafungwa e, wale waliokumia kifungu cha chini ya kifungu cha miezi sita na mahabusu kwa pale Tanzania e, na bara 40, 30, ribali, bara, na jumla vituo vya Mheshimiwa Mgeni Rasmi vinavyokutumika ni 140 kati ya hivyo vituo 130 viko kwa magereza na ngome mbalimbali Tanzania Bara na vituo kumi viko kwa mafunzo hapa Tanzania Zanzibar. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, tume imekamilisha maandalizi ya nyaraka mbalimbali kwa ajili ya uchaguzi mkuu 2025, nyaraka hizo ni pamoja na kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani za 2025, kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani za mwaka 2025 na maelekezo mbalimbali kwa ajili ya watendaji na wadau wa uchaguzi pamoja na miongozo ya utendaji na utekelezaji wa uchaguzi. Aidha, tumeshakamilisha zoezi la kugawa au kubadilisha majimbo ya uchaguzi Tanzania, na tutakuwa na kata kwa ajili ya elfu tatu mia tisa sitini kwa ajili Tanzania bara. Lakini tumeanzisha majimbo mapya manane e, na katika hayo majimbo matano yatakuwa halmashauri ya za, ya za majiji na miji na manispaa na majimbo matatu yako kwenye halmashauri za wilaya. Aidha, tumeridhia na kubadilisha majina ya majimbo kumi na mbili kama ambavyo umewasilisha kwa mwisho wa mgeni rasmi. Hivi sasa tumeendelea na zoezi la uboreshaji wa awamu ya pili, kama tumesema kwa ajili ya kwenye magereza na vio vya mafunzo. Nikiripoti kutoka Unguja, visiwani Zanzibar. Mimi ni Mroki Mroki, Uchaguzi TV.